Utasikia kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Tunajua ya kwamba katika ibada maalumu ya shukrani ya mwezi iliyofanyika siku ya Jumapili ya tarehe mbili mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Bwana mtume na nabii Jaimes Onaire alitoa unabii kwa habari ya matokeo ya Simba na Yanga, unabii ambao aliutoa siku thelathini na mbili zilizopita na siku ya jana aliweza kuachilia unabii huo, na katika unabii huo mtumishi wa Bwana aliweza kutabiri ya kwamba Simba itajipatia ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Hebu tujikumbushie unabii huo, utasikia kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga lakini limetokea jambo ambalo limeingilia kati baada ya Simba kunyimwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Simba ilikuja na azimio la kuto kushiriki mechi hiyo husika na kutoa tamko kwa umma kwa kusema, kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Bara, timu mgeni ana haki ya kufanya mazoezi katika uwanja husika siku moja kabla ya mechi, na Simba ilinyimwa hiyo nafasi ya kufanya hayo mazoezi. Sasa kumekuwa na maswali mengi sana kutoka kwa watu na wadau wa mpira, maswali kama je, unabii huu umeexpire? Lakini pia wanaendelea kujiuliza je, ikitokea TFF ikaipa ushindi Yanga dhidi ya Simba baada ya Simba kuamua kuto kutokea uwanjani, utabiri huu utakuwa wa uongo? Lakini pia wameendelea kujiuliza Iwapo TFF itaamua Simba na Yanga wacheze tena kwa wakati mwingine, je, tutarajie utimilifu wa unabii huu? Utasikia kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Tumejaribu kuongea na mtumishi wa Bwana kwa habari ya unabii aliyoutoa kwa matokeo ya Simba na Yanga, na mtumishi wa Bwana alipata kutuambia kwamba siku ya Jumapili ya kesho ataweza kutoa tamko kwa habari ya nini kitakachoendelea baada ya lile neno la unabii aliloliachilia. Hivyo basi mtu wa Mungu, usipange kukosa kuja ibadani siku ya kesho ya Jumapili ya tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni hapa hapa bustanini mwa Bwana, Kinondoni Biafra, jijini Dar es Salaam. Baki umebarikiwa, asante.